Na mimi kila siku naongelea wanaume nachamba wanaume, na kuja tena naongelea kuhusu mahusiano. Yaani lengo kubwa ni nini? Maana nyingi lengo kubwa ni kufikisha ujumbe jamani. So, sio kama mimi pia sina mahusiano ambayo naongelea wanaume vibaya nayo, na lakini, yaani leo ukiangalia jamii inavyomtazama mtoto wa kike na mtoto wa kiume it's very different. Watoto wa kike ndio tunakandiwa sana, ndio maana mimi nilikuja nikaanza kukandia tu wanaume. Yaani kwa mfano hili tukio mtoto wa kike amefanya vibaya asilimia tisini kumi ni za mtoto wa kiume. Yaani, kiakiakili ya kawaida, how can you date a person na rafiki yake wakati unajua mke? Lakini angalia jamii, jamii tunaangalia lile kosa la binti. Yes, binti amekosea, lakini mnapokuwa mnamwadhibu huyu, huyu mwingine naye asiachwe. We unakuwaje mwanaume wa mtu a? Au ndiyo tunarudi kwenye mitazamo wa jamii yetu kwamba mwanaume akifanya umalaya nilijali, mwanamke akifanya umalaya ni malaya. Hapana. Yani, people need to go further. Kwa sababu kwa nini udate watu ambao wako psycho? Mmoja wewe una shida yani wewe hata, yaani hata kwa hiyo wewe ushindwe hata kudate mtu ndugu yake, ushindwe kwa sababu wale ni watoto wa jamii moja, watakutana tu wendo, wendo kauaji. Wewe ulitegemea waangaliane vipi, waishi vipi katika hilo ulifanya? Yani wanaume wamekuwa matendo yao mengine yanafunikwa sana, but this is not good wewe ulitegemeaje? Yaani sasa unaenda kudate na mtu na mtu, wakati unajua anakutana na, kama wewe ulitaka nini? Ndio hivyo tunakuja kwenye jamii yetu, mwanaume akifanya umarani ijali, tutaenda kwenye comment section yake tutacheka, lakini kama mwanaume huyu ndio huyu ah, huyo mwanaume ndio ana tabia mbaya, hii tabia mbaya wewe unakuaje? Hata unajua yaani wewe anyway, ukishakuwa unakula wanafunzi wa chuo, nenda chuo cha mbali. Kama sio cha mbali, nenda kadeti watu wa mtaani. Wewe wachuo wa nini? Kiukweli jamii, yani huyu mtoto amekosea asilimia yani mia, si kwa kweli. Kwa hizi video unazoziona, kama hawa ni wanafunzi i swear wapigwe disco moja. Hakuna wanafunzi mwenye akili hizo, huyo sio mwanafunzi. Wapewe muda wa kwenda kugombania wanaume nyumbani, yani wagongwe disco mmoja. Huwezi mfanyia mdada mwenzio hivyo, na mdada mwenyewe amemkuta mda, anaomba msaada, piga kelele, Yesu wangu yani tutoe tu, tu, tu, fakti wanaopigania. Hata mngekuwa mnampigania wa, uh, uh, mtajua mwenyewe mnampigania na, lakini huwezi mfanyia mdada mwenzio hivyo. Yani kiufupi, polisi wakimaliza, jamani, uongozi wa chuo, hao watoto wapigwe disko takatifu, wapewe muda wa kwenda kugombania wanaume mtaani. Hey! yani hiyo confidence ni another level.

Wengi usiona wanapendeza mitandaoni, wengi usiona anapiga picha, wanaenda kwenye mahoteli, wanaenda kwenye manini. Wanawake wa chuo wengi ni malaya, ndio maana mimi kama mimi siwezi kudeti na mwanamke wa chuo, kwa sababu najua wanawake wa chuo wengi ni malaya, hawana chochote. Naongea na wewe malaya wewe, ndio ataona niangalia hapa ni malaya ambaye uko chuo. Mimi na wanawake wa chuo hatuwezi kuelewana, yani mtu anejitafuta hawezi kupoteza muda kudeti na wanawake wa chuo. Wanawake wa chuo wengi ni malaya, I'm telling you, haijalishi elimu alionayo, haijalishi study degree si diploma, what the fuck about your diploma? Hakuna kitu, wanawake wengi wa chuo asilimia tisini ni malaya, ni wachache sana wanajitambua, wengi ni malaya ambao tunavitambua wanawake wanawake dira yani kwamba elimu wengi hapa kuna achua, wengi sana, no, ni malaya. Wengi ni malaya. Hawana cha kufanya, wanashinda klabu, wanashinda wapi, hawana pesa yoyote, lakini wanaishi maisha ghali kwa sababu ya wenyewe kujiuza. Hakuna namna yoyote, usiwe unajitafuta, usipambane na wanawake wa chuo, watakuharibia direction yako, watakupotezea dela yako. Mwanamke wa chuo usikujenga naye future hata mara moja, usipoteze muda wako kwa mwanamke wako wa chuo. Focus na maisha, jitafute afu utafanikiwa, lakini ukifocus na wanawake wa chuo utamesa hapo mtendo. Wadada, mnao date watu wa watu au unamdate mume wa mtu? Point of view mimi naongeleaga mahusiano kwa sababu ndo kitu kikubwa ambacho wadada wanakuja kunililia na wanakuja kuniandikia DM. Ipo hivi, jamani, mume wa mtu tayari kashapata mtu wake wa future. Wewe dada, kuwa na akili eh. Yeye anachokifuata kwako kama ni fantasy, jitahidi na wewe uwe na fantasy zako unazipata kwake, mbadilishane kitu kwa wakati huo. Yeye anataka fantasy, wewe unahitaji, una goal zako. Sio kwamba tunafundisha umaa, sasa ndio ishatokea huyo mtu ni maa, automatically mpaka kafikia hatua ya kudate na mume wa mtu kwa, yani kwa muda huu tunampa tu measures na nini vitu ambavyo anaweza akafanya ili kumsaidia hata huo malaya ufanye vizuri, vizuri iko hivyo, huyo mume wa mtu hawezi kukuoa. Na usije ukasema you are taken ukiwa una date na mume wa mtu. Mother Fanta you are single. Very single. Kujitahidi wewe ujue kabisa una future yako na yeye akupe kitu ambacho kinakusaidia wewe, na sio wewe eti yeye yuko taken yani wewe usio understanding girlfriend, ukiwa huko huko tayari ana mtu anayemwelewa nyumbani <gibu> jitahidi, yani peace of mind akapatie huko, you are there for fantasy unless ana usio kuoa zaidi ya wake mke mmoja. Wewe we wa jitahidi ufanye kinachokupeleka bwana embo, acha mambo ya sijui nampenda sana nautesa moyo okay.